Mwanzo sura ya ishirini na tatu. Basi umri wake Sara ulikuwa miaka mia na ishirini na saba ndiyo umri wake Sara. Sara akafa katika Kuriathiriba, ndiyo Hebron, katika nchi ya Kanaani. Ibrahim akaja kumlilia Sara na kumwombolezea. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazawa wa Hethi akinena, mimi ni mgeni, ninatembea kwenu. Nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzikie maiti wangu, atoke mbele yangu. Wazawa wa Hethi wakamjibu Ibrahimu, wakamwambia, utusikie, ee Bwana, Ndiwe mtu mkuu sana kwetu, uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakayekuzuilia kaburi lake usizike maiti wako. Ibrahim akaondoka akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazawa wa Hefu, naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombee kwa Efroni bin Sohari ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu iwe milki yangu ya kuzikia. Basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazawa wa Hethi. Efroni Mhiti akamjibu Ibrahimu na wazawa wa Hethi wanasikiliza, hata watu wote waingiao mlango wa wa mji wake, akisema, sivyo Bwana wangu anisikilize, lile shamba na kupa, na pango iliyomo na kupa, mbele ya wana wa watu wangu na kupa, uzike maiti wako. Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi, akamwambia Efron na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, tafadhali unisikilize Nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Efron akamjibu Ibrahimu akamwambia, bwana wangu unisikilize, sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha mia nne, nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Ibrahim akakubali maneno ya Efron. Ibrahim akampimia Efron ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazawa wa Hethi, shekeli za fedha mia nne za namna inayotumika na wenye biashara. Basi shamba la Efron lililokuwa katika Mpela kuelekea Mamre, shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, yote iliyakinishwa kuwa mali ya yakeika mbele ya wazawa, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wake, basi. Baada ya hayo Ibrahim akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndio inliyoleke katika nchi ya Kanaani. Na lile shamba na pango iliyomo iliyakinishwa kuwa mali yake Ibrahim na wazawa wa Hethi kuwa mahali pa kuzikia.